Wengine, wengi wenu, ndio liekua mnaisubiri. Wengi wenu mmesikia au kusoma taarifa za kuvamiwa, kushambuliwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania Padre Charles Kitima, tukio lililotokea tarehe 3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 kinachoshambuliwa kwa tukio kama lile, je, yeah, anashambuliwa mtu, taasisi au taifa? Nadhani vyote hivyo vitatu vimeshambuliwa: mtu ameumizwa, makao makuu ya baraza la maaskofu yamevamiwa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 kadiri ya dhamiri, imani na wito wake aliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Shambulio alilofanyiwa Padre Kitima ni shambulio dhidi ya heshima na, na sifa ya taifa letu. Wanatuvunjia heshima watu hawa, kama taifa.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 atuondolee vyote vinavyotudhuru.